Ni uamuzi bila shaka ambao umezua hali ya wasiwasi na maswali mengi kutoka kwa watakaoumia zaidi ambao ni baraza la jiji la Nairobi. Mahakama kuu imeagiza kuwa baraza la jiji litumie mbinu ya kisasa, kutumia mitambo elektroniki kulipisha maeneo ya kuegesha magari humu jijini. Kwa sasa baraza la jiji lina nafasi alfu sita za kuegesha magari katikati mwa jiji. Nafasi hizi zinasaidia baraza hilo kupata shilingi milioni tatu kila siku, fedha ambazo kuanzia kesho hawatoweza kuzipata baada ya jaji wa mahakama kuu Corir Weldon kuelekeza kuwa baraza hilo lisitoze fedha zozote kwa raia hapa jijini hadi pale baraza la jiji litaweka mitambo inayotakikana. Kuweka parking bila malipo haiwezekani, labda wako na mbango ingine. Hii tena ajenda waseme sababu, hapo watu watapoteza kazi. Wale watu walikuwa na kata hizo matiketi hawatakuwa na kazi. Kitumbua kimeendea mrama baraza la jiji kwani walipongeza ada ya kuegesha magari kutoka shilingi mia moja na arobaini hadi mia tatu mwaka jana. Kisingizio kilikuwa wanaweka mitambo elektroniki, lakini wapi. Kulingana na mhasibu mkuu wa baraza la jiji, ada ya kuegesha magari ndiyo njia ambayo baraza hilo hujipatia kipato kikubwa kila siku. Hivyo uamuzi wa leo utakuwa na athari kubwa. Haitawezekana juu Eh, magari itaja sana sana hapa city center. Kwa hivyo jambo itakuwa mingi sana. Athari nyingine inayohofiwa ni kwamba kesho huenda katikati mwa jiji kukawa na msongamano mkubwa wa magari kwa sababu sasa hakuna ada yoyote ya kuegesha, ni bure. Kwa wakati huu, baraza la jiji la Nairobi lina maeneo manne pekee ya kuegesha magari ambayo yamewekwa mitambo inayotakikana kisheria. Maeneo haya ni eneo la steji kuu ya Machakos bus eneo la kuegesha magari katika Mahakama Kuu hapa jijini, steji kuu ya Country, eneo la Sunken loko barabara ya Aga Khan Walk, na katika hoteli ya Intercontinental. Haya tu ndiyo maeneo ambayo kulingana na sheria za baraza yataweza kulipishwa kwa kuwa yanatii sheria hiyo. Kwa sasa ada ya kuegesha magari kutumia mitambo mipya ikifahamika kwa kimombo kama automated machines ni shilingi hamsini na shilingi kumi na tano kwa kila nusu saa. Miaka ya hapo nyuma, mashini hizi ambazo ndizo zilitumika kulipia ada ya kuegesha magari yalitumika pakubwa. Haikueleweka kwa nini mashini hizi ziliondolewa na kwa sasa imedaiwa kuwa ufisadi mwingi huendelea kwa kutumia wafanyikazi kutoa huduma ya kulipisha ada hizo. Ann Ngugi, KTN Leo, Nairobi.